Hanshi si binadamu wa kawaida, mwili wake ni wa ajabu sana. Pia kuna wengine wapo kama yeye. Hanshi yeye mwenyewe hajui kwa nini. Hanshi alipokuwa mdogo, kuna siku akadondoka toka juu ya mti na kuvunjika vunjika, lakini viungo vyake vikajiunga na kukaa sawa tena. Watoto wenzake wakaona na kushuhudia ili tukio, wakaanza kumuita shetani. Hanshi aliumia sana, wazazi wake pia wakamtelekeza kwa kumwogopa. Hanshi akachukua kipande cha picha yake na kukiweka kwenye picha ya wazazi wake kama ukumbusho. Leo Hanshi akiwa kwenye mizunguko yake, gari moja likafika pale, kisha akatoka jamaa mmoja mbabe akiwa akashika shoka akitaka kumteka Hanshi. Akajaribu kukimbia, lakini nyuma yake bamsa mmoja aliyeshiba akampiga kabali, kisha akazima. Akapelekwa moja kwa moja chumba cha upasuaji. Mzee ambaye ni daktari mstaafu akawa anachunguza viungo vya Hanshi, haraka akaanza upasuaji. Mara simu yake ikaita, akaenda kuongea na simu, bila kujua nyuma mambo yalikuwa ishaiva. Mwili wa Hanshi ukaanza kujiunga tena kama kawaida, kisha Hanshi akashuka chini. Aisee, tayari kashatolewa macho, lakini akawa bado anaona kwa mbali. Akaangalia pembeni, akayaona macho yake kwenye meza, akasogea na kuchukua jicho moja, kisha jicho likajiunga na kurudi sehemu yake. Dokta kuona hivyo, akapagawa akapiga kelele kuomba msaada. Hanshi akaruka kwenye dirisha na kutoroka, na jicho lake moja lilibaki kwa dokta. Sasa Hanshi ana jicho moja tu. Asubuhi mahali fulani, watu walikuwa wamekusanyika wakilishangaa sanamu moja. Walipoangalia kwa makini, lile sanamu likawa linavuja damu vidoleni na machoni. Kumbe alikuwa ni mtu kawekwa kama sanamu. Afisa wa polisi Yun akafika akauangalia na kuuchukua ule mwili, kisha akaenda nao hadi kituo cha uchunguzi alikuwa ni mwanamke aliyeuawa na kuwekwa kama sanamu na alikuwa na alama. Afisa Yuna akajua kuwa anatakiwa kudili na huyu muuaji. Siku chache miili miwili ikapatikana pia. Afisa Yuna akasema "Lazima nimpate huyu the killer." Lakini kila kwenye tukio Hanshi alionekana. Leo akiwa zake, anaposhtuka jitaa, akaanza hisi maumivu na upande ambao jicho halipo akaanza kuona kuna mtu anaangalia kitabu chenye ile michoro ya sanamu, pia akaona ile alama ya PL. Kisha yale maono yakapotea ghafla, akajua jicho lake, kuna mjinga anatumia jicho lake. Leo Hanshi akiwa zake anapiga jobu jirani, kuna wahuni walikuwa tumuonea mzee mmoja. Hanshi akafika na kumsaidia ule mzee, akamsogeza pembeni. Wale washikaji hawakumwacha ondoke, wakaanza kumpiga kipigo. Mmoja akachomoa kisu na kumsogelea Hanshi na kukata sikio la Hanshi. La haula. Hanshi akaokota sikio kisha ona maajabu haya, maski ya jicho likafungua. Washikaji kuona hivyo, watu waogopa na kukacha, kisha sikio na mwili wa Hanshi vikajiunga. Hanshi akakaa na kufikiria, akaamua kuliendea jicho lake sehemu ile aliyotolewa macho, akaamini atalikuta. Kufika kwa mbali, akamwona mwamba mmoja, mara akaonekana, wakaanza kumfukuzia. Hanshi akafungua tabu. Kufika hapa Wakamzunguka mbele wako na nyuma wako. Mrembo mmoja akamvuta kwenye uchochoro, anaitwa Jing. Hanshi akauliza wewe ni nani? Jing akacheka akitabasamu, kisha akachukua kisu na kumkata Hanshi mguuni, halafu akaanza kuangalia nini kinatokea. Kama kawaida, jeraha la Hanshi likajifunga. Wote wakaangaliana kwa ukaribu, si punde wale jamaa wakawakaribia Jinga akawa shajua kuwa Hansha hawezi kufa, akamchukua na kumtupa chini. Hansha akaumia na mwili ukajiunga tena na akatoroka pale. Hansha karudi nyumbani leo tena, akaanza kuhisi maumivu, kisha akaanza kuona kuna jamaa anaangalia kitabu chenye ile michoro ya sanamu, pia akaona ile alama ya PL. Hanshi akajua huyo jamaa ndiye the killer na ndiye anayeweka maiti kama sanamu mtaani. Haraka akaingia online na kujaribu kumtafuta, lakini hakufanikiwa. Kesho asubuhi tena akaona maono, akamwona binti anayeitwa San na password. Akaona sanamu moja nje ya kampuni fulani, akaharakisha na kwenda pale, akaliangalia sana lile kampuni, kisha akamwona San tena kwenye maono. Yule jamaa naye, jicho likaanza kumuuma. Hanshi akatoka na kuelekea mahali hapo, akafika na mlangoni akagongana na jamaa mmoja anaitwa Yanke. Hanshi bila kujua ndiye mwenye jicho lake anayemtafuta ambaye anaweka maiti kama sanamu. Akafika kwa San na kumuuliza yuko wapi mtu aliyekuwa hapa. Wote walidhani yeye ni gaidi mmoja wao, akamkunja Hanshi na kumwambia aondoke. San anampenda Yanke bila kujua ni muuaji wa kutisha. Kesho Hanshi akafika kwenye kampuni ambalo Yanke anafanyia kazi ili kumtafuta. Mara rafiki wa San aliyemuona jana akamwona tena. Kwa muda huo San tayari kashaa dedi, rafiki wa San akahisi Hanshi ndiye mhusika. Polisi wakafika na kumkamata Hanshi kwa kujua ni muuaji. Hapo hapo Jing akafika akachukua shoti ya polisi na kuwapiga polisi, kisha akamsaidia Hanshi. Anapokata kamba za Hanshi alimchanachana kwani, alijua vidonda vitajiunga. Hanshi akamchukua hadi nyumbani. Jing akasema kuwa pamoja na kuwa mimi ni mtu wa ajabu, pia nishawahi ona baadhi ya watu kama mimi ambao miili yao inajiunga baada ya kuvunjika au kuumia pia akamwonyesha baadhi yao na kumwambia muda ukifika atampeleka akaonane nao. Kisha Jing akamshauri Hanshi awe na miwani asijulikane kiurahisi, maana anatafutwa na polisi kila mahali. Picha za Hanshi zilisambaa akiwa wanted na polisi. Hanshi akaambua kwenda kwa mtaalamu ajue zaidi kuhusu ile alama ya PL, akaambiwa hiyo alama inafanana na mchoro wa sayari ya Pluto. Kesho tena kuna mauaji yakawa yametokea, watu wengi wakafika kujionea. Hanshi pia akafika pale kujionea, lakini kuna kikosi na polisi wakamwona pale. Hanshi akaanza kutolewa mbio na polisi na kile kikosi cha kihuni, akakimbia, lakini kufika hapa akakutana na jamaa wa kishoka. Jamaa akamkata Hanshi mkono kama kawaida, mkono ukaijiunga. Jinga kafika na kumpiga shoti yule jamaa hadi akazima, kisha wakakimbia. Baadaye wakapeana namba za simu. Afisa Yun akafika kumuuliza maswali Yanke, lakini hakupata ushahidi wowote. Yanke akiwa nyumbani akaona pia maono Hanshi akipiga gitaa, wakati huo wote wanapata maumivu. Siku inafuata Hanshi akamwona na kujaribu kumkamata lakini hakufanikiwa. Yanke akaenda studio ambayo Hanshi hurekodi nyimbo na kumuulizia mtu mwenye ile nyimbo lakini hakupata taarifa yoyote. Baadaye akaamua kupiga simu Hanshi. Hanshi na Yanke wakajuana kuwa wana connection ya jicho, na sasa, ile nyimbo ikiwashwa, wote wanasikia maumivu. Yanke akawa anachora picha ya sanamu na akagundua Yanke kapanga kuwaua watoto wadogo. Ili kuwasaidia watoto, Hanshi akaendelea kumsaka Yanke. Akiwa mtaani leo, akafika hapa na jicho lake likaanza kuuma, akajua Yanke yupo jirani kugeuka. Kweli wakaonana, macho kwa macho, lakini Yanke akawasha gari na kuondoka, lakini akazuiliwa na polisi na kupelekwa hadi kituo cha polisi. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya filamu yetu kali, lakini safari ya Hanshi haijaisha. Ukweli kuhusu alama ya PL bado ni fumbo linalomtafuna. Je, Yanke kapanga mpango gani? Yote haya utayajua kwenye episodi ya pili. Kama umefurahia histori, usisahau kusubscribe, kupiga kengele na kushare kwa wenzako. Episode inayofuata itafungua mlango wa fumbo. ni kuage na tukutane kwenye episode inayofuata, bye bye.